uislamu ni imani na imani ni matendo kauli zako matendo yako matendo ni pamoja na faraja kuwa mwema kwa watu kidogo ulichonacho unakula nao umekuwa basi na kauli njema huwezi kumsaidia mtu basi mpe matumaini Eh? mpe kauli Kwa mimi nikupongezeni sana umoja wa vijana lakini sana sana watu wa Mabawa Super Cup mmekuwa watu wema sana kwa jamii hii ya Mabawa. Hamna kikubwa lakini kidogo mlicho nacho, na mlikuwa mmejikita zaidi kwenye mambo ya michezo, lakini mmeona hapana, michezo inahusu jamii. Muitane jamii hapa, kidogo mlichojaliwa na Mwenyezi Mungu, basi mrudishe kwa jamii. Kwa mimi niwapongeze sana, na niombe vilabu na vyama vya michezo na taasisi zingine zote tuige matendo mema wanayofanya Mabawa Super Cup. Ndio maana na mimi ili kuwatia moyo kwamba serikali tunafahamu, pamoja na majukumu nilionayo, lakini kasema nitapita niwaunge mkono, tufanye jambo hili jema la kiibada kwa pamoja. Ami, nawashukuru sana. Sa siku ya leo tulikuwa na tukio kubwa kabisa la kugawa Zakatul Fitri, ambapo mgeni rasmi katika siku ya leo alikuwepo ni mkuu wa wilaya Tanga, kakaangu Japhari Kubecha na kimsingi tunamshukuru sana kwa kuweza kushiriki nasi siku ya leo. Kipekee pia tuwashukuru na washukuru sana viongozi wa kata ya Mabawa, mwenyekiti wa chama wa kata kamati ya siasa, mheshimiwa diwani na wengine wote ambao waliweza kutushika mkono kwa kidogo ambacho tuliwaomba kwa ajili ya kuweza kufanikisha shughuli hii. Watu ni wengi, wadau mbalimbali wameweza kutusaidia, wameweza kutupatia mchele na vitu vingine vingi kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba ndugu zetu nao wanaweza kufurahia sikukuu ya Idi, kipekee jambo hili la kiimani. Na ndio maana umeona hata ambaye hajatajwa uweze ukamwona anasononeka, kwa sababu hajafanya kwa ajili yetu, amefanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Kwao binafsi mwezi huu ni mwezi wa kutoa kwa Mwenyezi Mungu mwenyewe ndo atajua atawalipa nini. Baada ya kusema hayo nishukuru kabisa tena kabisa na niahidi ni, ni, ni kwamba tutaendelea kushirikiana katika majambo mengine ambayo yanakuja siku zijazo, kwa sababu Mungu akipenda Mabawa super Cup katika msimu huu itakuwa ni mwezi wa saba Mungu akipenda. Kwa hiyo, coming soon. Asante. Binafsi tunampongeza sana DC wa wilaya ya Tanga kakaangu Japhari Kubecha kwa kuamua kutenga muda wake lakini kuja kuungana na sisi kwenye kata ya Mabawa kwa ajili ya kutoa sadaka hii kwa kaya zenye uhitaji, lakini pia kwa ajili ya kutoa sadaka hii kwa watoto wenye uhitaji. Binafsi tunamshukuru sana DC Japhari Kubecha, lakini pia kipekee ni washukuru sana wadau mbalimbali ambao wameweza kutushika mkono kwa namna moja au nyingine. Sitaki tu kuwataja kwa majina kwa sababu ni wengi sana ambao wameweza kutu, kutuunga mkono. Wengine wametoa kilo moja, wengine wametoa kilo hamsini, wengine wametoa kilo sitini, umenielewa? Kwa maana ni watu wengi lakini, tu kwa uchache, niweze kuwashukuru sana kwa namna moja au nyingine, ni wengi kiukweli, na nikianza kuwataja wengine watasema ni siasa, lakini nawashukuru sana tukipekee kabisa, kutoka kwenye uf, sakafu ya uvungu wa moyo wangu ni niwashukuru viongozi wenzangu hasa viongozi wa Mabawa Super Cup kwa jambo hili kubwa ambalo wamelifanya leo. Nikipekee niseme kwamba wameheshimisha ujana wetu sisi kama viongozi, wameheshimisha kata yetu ya Mabawa kwa jambo kubwa walilofanya. Nadhani kwa kumbukumbu kumbu zangu nyepesi, hakuna watu ambao wamelifanya na wazo lao ku-succeed katika hili. Kwa njia pekee pia, kwa pekee niombe pia msamaha kwa yale mapungufu machache ambayo yametokea, kwa sababu hili ndio tukio letu la kwanza. Naamini tutaendelea kuenda kujifunza, naamini katika msimu ujao tutafanya jambo kubwa sana, kwa sababu vijana wakiamua jambo lolote linawezekana. Mimi kama mwenyekiti wa umoja wa vijana nipende tu kuwapongeza sana hawa viongozi wenzangu kwa sababu hawa waliandavyo ni viongozi wa Chama cha Mapinduzi, mmoja Athumani Sheria ni, ni mwenyekiti wa tawi la Mabawa, mmoja Abdalla Pa, Pashua ni mjumbe wa kamati ya utekelezaji wa kata. Kwa hiyo hawa yote fahari yangu mimi kufanya hawa vijana wa Chama cha Mapinduzi. Mimi kama mwenyekiti wao nawapongeza, nawapongeza sana sana sana. Mimi kama msemaji na mkuu wa umoja wa vijana kwenye kata niseme tu kwamba nime appreciate na niwapongeze. Baada ya kusema hayo niseme nawashukuru sana sana sana sana. Kidumu chama cha. Usisahau kusubscribe YouTube chaneli yetu MP Online TV.